Hawa ni wanakijiji wa Majoreni ambao wanajihusisha na uhifadhi wa mazingira katika kaunti ya Kwale kwa kupanda mikoko. Kundi hili kwa jina Pongwe Kidimu Community, wanawake na wanaume 800 wamefanikiwa kupanda mikoko kando kando ya Bahari Hindi, sehemu ambayo mikoko ilikuwa imeharibika. Kwa ufadhili na ushirikiano wa karibu na bandari ya Kenya, KPA, wanakijiji hao wamefanikiwa kupanda zaidi ya mikoko milioni moja katika eneo la ekari moja na nusu. Mwenyekiti wa kundi hilo Mshemanga Riziki anasema hatua ya kupanda mikoko imekuwa na manufaa makuu kwa jamii, vijiji vyao viko salama. Faida ile kubwa tulianza kupata ni senti, kwa sababu miti ilinunuliwa na tulipata pesa, na zile pesa tulizitumia kwa matumizi ya jamii, aliyepeleka shule, aliyepata chakula. Lakini pia mikoko husaidia kwa sababu mikoko ni, ni, ni mazao ya samaki mahali samaki hutaga mayai na yale mayai yasipate usumbufu, ni sehemu za mikoko. Maanake kwamba kama mikoko imeongezeka, na mazao ya samaki yanaongezeka, na idadi ya samaki inaongezeka, na uchumi wa jamii unafanyaje? Unakuwa ushirikiano. Wa jamii hii na bandari ya Mombasa imeleta manufaa kwa taifa na shirika hilo, maana bandari imetambuliwa bora duniani kwa kuendeleza shughuli za uhifadhi wa mazingira kupitia kupanda mikoko. Mkurugenzi wa bandari hiyo Kapteni William Ruto amepokea tuzo hiyo huko Japan. Afisa mkuu wa mawasiliano wa bandari hiyo Jones Bushere anasema tuzo hiyo inadhihirisha umuhimu wa ushirikiano wa bandari na jamii za pwani kutekeleza jukumu muhimu na kufikia malengo ya serikali ya Kenya. As we do this, we are aligned to the

Wanamajoreni ambao wengi wao ni wanawake wanasema wanajivunia juhudi zao, huku wakitarajia makuu zaidi mradi huo unapotambulika kimataifa. Wao hutumia chupa za plastiki ambazo zinaokotwa baharini kuhifadhi miche ya mikoko, kisha kuipanda kulingana na mifumo ya kisasa kuhakikisha mikoko hiyo inamea. Mwaka Jefa ni mmoja ya wanawake wa Majoreni. Watu huamka asubuhi kama saa kumi tukapikia watoto kama wenda huendajwa shule wakaenda shule, sisi tukaamka tukakata vikebe, tuka tukateremka chini tukaika nasari. Tukamaliza huwa baadaye kuna mambo ya kupandapanda, twapanda tuweka mazingira vizuri, na mikoko huwa ina faida kwetu sisi pamoja na jamii, kwa sababu ya, ya kusomesha watoto na kununua wa chakula. E, huwa kama mikoko huwa tumepanda kama hivi, lakini kama hakuna tajiri wa kununua, huwa twajitolea sisi wenyewe tukaing'oa tukaenda ipanda, kwa kumanisha kama kuna sehemu imathirika, tukaeka sawa tukapanda panda. Kuanzia Lamu hadi Vanga, wanavijiji pembezoni mwa bahari Hindi wamechukua jukumu kubwa la kuhifadhi mikoko, ambayo inatambulika kisayansi kuondoa hewa kaa kwenye mazingira kwa asilimia kubwa ikilinganishwa na misitu ya kawaida. Kenya inapoendelea kufanikisha azma ya kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032 zaidi ya miti bilioni 1.5 ikiwa tayari imepandwa. Uhifadhi wa mikoko ni hatua iliyo na faida kwa mazingira, uvuvi, bioanwai, na maisha ya Wakenya. Na jamii ya wana majorini wanafahamu hilo. Tunaiona kwamba hata kukiwa na upepo, hata kukiwa na kimbunga, hicho kimbunga huku hakileti athari, kwa sababu kikitoka baharini kinakutana na mikoko pale katikati. Ile presha na nguvu ya kuja juu ndio itoe mabati ya nyumba ile haipo katika pale nyumbani. Hii shughuli hii mwanzo imenibadilisha kiafya, kwa sababu katika hii mikoko kuna hewa safi tunaipata katika vile, sisi tukipumua ile hewa chafu, mikoko inatuletea hewa safi mm -hmm. alafu pili, kuna wakati tukiweka nasar, kuna wafadhili hutokeza, kama mfano KPI vile walivyokuja wakinunua, huwa tunapata raha ya pwani.